Natambua uwepo wa washiriki mia mbili na hamsini kutoka mkoa wa Iringa. Natambua uwepo wa washiriki mia nane kumi na tano kutoka katika mikoa ya Mbeya, Singida, Dodoma ambao wamepata mafunzo haya yaliyohitimishwa leo. Nawapa heko nyingi, hongereni sana ndugu wageni, waalimu na wa, wa, washiriki wa mafunzo. Kuelekea elfu mbili na hamsini, dira ya taifa ya maendeleo imeainisha sekta zenye fursa za, za mageuzi ikiwemo sekta hii ya kilimo. Hivyo, serikali iliamua kutengeneza programu hii mahsusi ya kuhakikisha nguvu kazi ya taifa hususan yenye ujuzi wa chini inayoongezewa ujuzi na stadi za kazi stahiki, ili kuhakikisha taifa linakuwa na watu wenye wa ujuzi na weledi wa kutosha kuhudumia sekta mbalimbali. Uh, lengo ni kuhakikisha kuwa ifikapo elfu mbili na hamsini taifa linakuwa na nguvu kazi yenye ujuzi unaorakisi viwango vya ujuzi katika kipindi cha awamu ya sita chini ya uongozi wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeshuhudia mageuzi makubwa na mafanikio ya hali ya juu. Makofi kwake Daktari Samia. Mafunzo haya yamewezeshwa na serikali kupitia wizara yetu kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo, ambapo mafunzo yametolewa na wakufunzi kutoka Taasisi ya Utafiti na Kilimo Tanzania TARI. Ndugu wageni waalikwa, kama mnavyofahamu, lengo la serikali ni kuhakikisha wakulima na wasindikaji wadogo wanakuwa wakulima wakati wasibaki wadogo vile vile, na hatimaye wakulima wakubwa na wanakuwa kiuchumi kupitia shughuli hizi za kilimo. Vile vile, nitoe wito kwa wadau wote nchini waendelee kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto zinazowakabili wakulima na wasindikaji wadogo ili kuhakikisha sekta ya kilimo inakuwa na nguzo imara ya maendeleo ya taifa. Ndugu washiriki wa mafunzo nipende kuwatia moyo sana sana sana washiriki wote wa mafunzo haya, tumieni ujuzi mlioupata vizuri, ili mkirudi maeneo ya kazi mkawa mabalozi wa mabadiliko. Aidha, napenda kuwahamasisha wakulima na wasindikaji wa mazao kwenye sekta ya kilimo kushiriki mikutano, minada, maonyesho na makongamano mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa lengo la kujifunza na kutangaza shughuli zenu za kilimo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafuraha kujulisha kwamba hadi kufikia mwezi Juni mwaka 2025 kupitia programu hii jumla ya Watanzania 157,847 wamenufaika. Katika mwaka wa fedha huu wa 25/26 serikali imetoa mafunzo ya muda mfupi ya kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi katika sekta ya kilimo, hususan kwa wakulima na wasindikaji wadogo 1,065. Mkoani Dodoma walionufaika ni 291 katika zao la zabibu, mkoani Singida ni wakulima na wasindikaji 258 katika kilimo cha alizeti, mkoani Mbeya ni wakulima na wasindikaji 266 katika kilimo cha parachichi, maharage, na mitambo na mashine ndogo za kilimo, na katika mkoa wa Iringa ni wakulima na wasindikaji 250 katika kilimo cha nyanya. Lakini kwa namna ya pekee na kwa heshima kubwa nitoe pia a, shukurani kwa Ofisi ya Waziri Mkuu kwa kuiamini taasisi ya TARI kwa ajili ya kuwa wakufunzi wa katika mafunzo haya. Kwa niaba ya wakulima na wasindikaji wenzangu nitumie nafasi hii kuipongeza Ofisi ya Waziri Mkuu kwa kuendelea kutekeleza programu ya programu mu hii muhimu ya kukuza ujuzi nchini. Hivyo ninaomba serikali kuendelea kuwekeza katika mafunzo ya aina hii, kwani hutupa uwezo wa kuongeza uzalishaji, kuboresha kipato chetu na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya sekta ya kilimo na uchumi wa taifa kwa ujumla. Asanteni sana kwa kutupatia fursa hii muhimu, kwa wahee tunasema twirumba sana.